Yani, hapajawahi kuwa na mtu mbaya kwenye historia kadumu. Ziko dola ndefu zilizowahi kukaa kwa muda mrefu kama Ottoman ilikaa miaka zaidi ya mia sita eh, lakini vipi ilikuja ikadondoka? Tangu kwa mwasisi wake ambaye ni Ottoman, Othman mwenyewe akaja mwanaye Orhan eh, akaja Orhan naye mwanaye, lakini ilikuja ikadondoka. Aya, unatoka hapo unakuja the, the, the unakuja Roman Empire kaja ikavunjika ika, vipande ikabu, ikabu, viwili tukapata biazentin biazentin ikakaa zaidi mi, ya miaka mia tano ikaondoka nayo, unakuja waMongol walisumbua kwelikweli. Hao jamaa walikuwa wanaua sio kawaida, walivyotoka kule kwenye, kwenye, kwenye nyika za, za Mongol, wakaja China wakawapiga, wakaenda Japani, samurai. Kuna wababa walikopo kama samurai, wasamurai walidondoshwa Yani, ukiongelea bda bad, of the history utaongelea samurais walipigwa. M'ona wametoka pale wakaingia wakaingiamidleeatideat Middle wakaingia waka, waka, waka kwenye great seljuk wakaidondosha. Wametoka pale kuna mabadas wengine walikuwa wanaisumbua hiyo eh, seljuk ha. Ndugu yangu anawafahamu Assassins au mnaona kwenye Assassin's Creed au jamaa walikuwa ni ma, hapajawahi kutokea kwenye historia ma Assassins ambao walisumbua na kuwa na mbinu hatari za kuwa kama hawa ambao kambi yao wenyewe ilikuwa ipo kwenye kilima uko Alamut. Wale nao walidondoka wa, Mongolu wenyewe wa, wakaenda mwisho wa siku wakaja wakadhibitiwa. Vita pekee walivyopoteza Ainjalut, wakawa wamedhibitiwa pale na Mamluks kwa hiyo hamna mbabe wa mbabe, hamna. Mimi somo langu nilojifunza kwenye historia, hamna ubabe utaufanya utakaa bila we ukawa mbabe tu miaka yote. Yuko wapi Farao? Tunafahamu sote kilichotokea. Kwa hiyo hiki kinachotokea kwa, kwa Netanyahu mimi na, na uhakika, hapatakuwa na ubabe wa kudumu. Yeye Netanyahu hatadumu miaka mingi. Ukiangalia okay, Israel tangu kuanzishwa kwake ni mwaka 1900 tangu wameanza kuhamia pale 1922 ma, maafa paka leo hii, wamekuwa wanapigana wanapigana wanapigana wanapigana wanapigana na sijui hii cycle itakuja kuisha lini, sijui, lakini imekuwa ni cycle of revenge. Kwa sababu na na, na, na ndio maana sielewi, uh, terrorism definition yake nini? Kwa sababu unaposema terrorism, ugaidi definition yake nini? kwa sababu uh, hiki ambacho wamekifu kwa tafsiri za za ugaidi, hichi alichokifanya juzi Israel eh, ndio ugaidi. Unaenda una wanashambulia nchi huru, tena uh, watu ambao wanajadiliana kufanya sifa, huo ndio ugaidi. Kwa hiyo ukikaa ukaangalia, unaona kabisa haya ambayo yamekuwa yanatokea, mimi na imani yana mwisho wake, lakini lini itatokea, ndugu yangu waga anasema uh, it's just a matter of time.